Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa tisa mwaka 2025 liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shailozi Michael Mabura mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe, eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16 mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa tisa majira saa tano yani tarehe kumi na sita mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira saa tano usiku huko mtaa wa Moravian uliopo kata ya SS ya jijini Mbeya, mwili wa mwanachuo huyo ulikutwa ukiwa umechoma moto. Kwa hiyo baada ya tukio la kutekwa e, matokeo yake tarehe kumi na sita mwezi wa tisa majira ya saa tano za usiku kwenye huo mtaa wa Moravian niliosema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 ya binti huyu na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Mawa Nyahega Joni na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake wa kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya.